Tujadili kuhusiana na mfuko wa huduma za afya Zanzibar ambao ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya kwa gharama nafuu pamoja na usawa. Namna wageni wetu ni Ali Idrisa Abeid ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usajili na usimamizi wa wanachama ZHSF. Karibu sana Ali lakini vile vile Khalifa Muumin Hilal ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mipango na uwekezaji ZHSF karibu sana. asante sana. Uh, kwanza kwa kujenga msingi tu tuambie kuhusiana na eh, mfuko wa huduma za afya Zanzibar na mambo ambayo mnayafanya. Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nguvu na afya kuweza kufika hapa Azam TV leo E, kueleza machache kuhusiana na mfuko wetu wa huduma za afya Zanzibar. Lakini shukrani ya pili ni kwa serikali zetu zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan na ile ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. E, tunapozungumzia mfuko wa huduma za afya Zanzibar, yani Zanzibar yani Health Service Fund ni utaratibu ambao serikali imekuja nao ambao ukiwa na malengo makuu mawili. Moja, kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wanaishi katika visiwa vyetu vya Zanzibar, na tukizungumza Zanzibar tunazungumza Unguja na Pemba na visiwa vingine ambavyo eh, havitajwi sana, kwa mfano Kojani, Tumbatu, huko kote wananchi wa Zanzibar wanaishi. Kwa hiyo hawa wote eh, utaratibu huu unakuja sasa kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora za afya. Lakini la pili, lengo la pili la kuanzishwa mfuko huu ni kuona kwamba tunakusanya rasilimali fedha za kutosha, ili kuweza kununua zile huduma za afya. Kwa hiyo ZHSF sio mtoa huduma, ni mnunuzi wa huduma. Sasa ili uweze kununua huduma, unahitajika uwe na resources, uwe na fedha za kutosha za kuweza kugharamia e, matibabu ya hawa wanachama wetu kwa hiyo kazi kubwa ni kuona kwanza tunawatafuta wanachama tunawasajili, na wanachama tunawaangalia katika makundi tofauti. Sheria yetu imeweka wanachama wanaweza kuwa katika makundi e, yasiyopungua sita, lakini cha msingi ni kwamba wale ambao wamejiajiri katika formal sekta, ajira ambazo ziko rasmi, hao wote wanapaswa kuwa ni wanachama wetu na wale ambao wamejiajiri wenyewe katika sekta ambazo zisizo rasmi kwa mfano bodaboda, wavuvi, wakulima, wafanyabiashara ndogo ndogo, wote hawa wanatakiwa wawe ndani ya mfuko huu, lakini unaenda mbali zaidi kuwatizama wazee ambao wamestaafu, wanafunzi katika vyuo vya elimu ya juu, hata wageni ambao watakuwa wameishi katika visiwa vya Unguja na Pemba kwa miezi na uzidi sita, basi hawa wote wanatakiwa wawe katika e, kundi la wanachama ambao sisi tunatakiwa tuwasajili. Kwa hiyo tunatekeleza sheria hii ambayo tunasema ni bima ya afya kwa wote lakini kwetu Zanzibar tunasema ni huduma za afya kwa wote. Hii wote maana yake tuna include jamii yote. Kwa hiyo tunapozungumza kwa Zanzibar labda population ya watu milioni mbili maana yake hao wote tuhakikishe kwamba tuna wanakuwa wanachama wetu, wanakuwa na kadi zetu na wanachangia kwa wale ambao wana uwezo wa kuchangia. Kwa mfano watumishi wa umma ni asilimia saba ambayo wanagawana wana mwajiri anachangia asilimia tatu na nusu, na mfanyakazi anachangia asilimia tatu na nusu, lakini kwa hawa kwa mfano kwenye kundi ambalo e, wamejiajiri wenyewe, wao taratibu wao huko tofauti kidogo, watakuwa na viwango baada ya kufanyiwa tathmini ile, kuona kwamba huyu uwezo wake anaweza kulipa shilingi ngapi. Na hata ule utaratibu wenyewe wa kulipa sio wa mwezi mwezi, kwa maana wanafikiria kuweka kwamba mtu awe anachangia labda kwa mwaka, kwa hiyo mwaka mzima anapata huduma, baada ya hapo tena mwaka mwingine anachangia lakini tunatambua pia katika jamii yetu kuna watu ambao watakuwa hawana uwezo wa kuchangia. Sheria yetu sisi, sheria namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu inaweka mkakati wa kuanzisha akaunti ya usawa, ambapo serikali itakuwa inaingiza pesa pale na nchi wahisani, ili kuweza kuwahudumia wale ambao watakuwa hawana uwezo. Kwa hiyo kwa kifupi ni taasisi hiyo, na sasa hivi tuna miaka miwili hmm, ya uanzishwaji hmm, na moja kubwa ni kwamba tayari watumishi wa umma wote ambao wameajiriwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni wanachama wetu na tunakusanya michango na wameanza kupokea huduma hmm. Kwa upande wa usajili Ali uh, ametueleza katika makundi mbalimbali ambayo amekuwa mkifanya usajili na uandikishwaji hmm, uh, kwa kiasi gani mmefanikiwa uh, kuongeza idadi hiyo? Asante sana ndugu, eh, mtangazaji, nami nianze kwa eh, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha tukio wazima afya, lakini pia niendeleze shukrani zangu za dhati kwa viongozi wetu wa serikali zote mbili wakiongozwa na Mheshimiwa wa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Dkt Hussein Ali Mwinyi, eh, kwa hekima zao na busara zao na kuona jinsi gani kwamba tunafikia katika malengo mbalimbali mbali ambayo tumejiwekea sisi wenyewe, lakini pia yapo e, katika e, maagizo ma, ma, ma, au makubaliano mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Tunashukuru sana kwa hilo. E, kuhusiana na suala la e, mafanikio ambayo tumeyapata katika usajili e, e, mkurugenzi wa a, mipango hapa ametangulia kusema kwamba tuna makundi mbalimbali mbali ya e, ya wanachama na sheria pia imeweka utaratibu wa kusajili kwa kila kundi, kwa maana ya kwamba tunaanza na kundi moja na baadaye tunaenda na makundi mengine kama vile ambavyo Mheshimiwa Waziri anisimamia mfuko atakavyoona inafaa. Tulianza na kundi la sekta rasmi ambalo linahusisha waajiriwa wote ambao wamo kwenye taasisi rasmi za umma pamoja na binafsi, na hili tulianza nalo mwezi Julai mwaka 2023. <coughs> hadi hapa tunapozungumza e, watumishi wa umma wote tayari tumeshawasajili ambao kwa idadi wanafika kiasi wanatumishi elfu stini ambao ni watumishi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na pia tuna watumishi wanaofika elfu thalathini kutoka taasisi binafsi ambao tayari tumeshawasajili na tunaendelea na, na, na hilo zoezi la usajili katika e, sekta binafsi kwa sasa zaidi tumejikita huko. E, kwa hiyo kwa makundi haya mawili madogo, yaani sekta binafsi pamoja na sekta ya umma tumesha sajili wa wanachama wachangiaji wa, wa wa wasiopungua laki moja tuseme hivyo, na ukijumlisha na wategemezi wao e, tuna wanachama wanaokaribia laki tatu. Mm, katika mifuko mingi upande wa sekta binafsi hasa watu binafsi wenyewe, na kuwa ni changamoto kuwashawishi kuingia katika mifuko hii e, nini ambacho mmebaini e, kinaweza kuwa kinawarudisha nyuma a, ama kuto kujiunga kwa haraka? E, kwa upande wa e, sekta binafsi tunafahamu hiyo changamoto ipo na <coughs> sio kwetu sisi tu e, hata kwenye kodi tuchukulie mfano e, wenzetu wa mamlaka hizi za mapato wanalalamikia sana suala so la kukwepa aidha kwa kutojitokeza kabisa au kufanya kitu na kitanda declaration. Kwa hiyo hata na sisi vile vile tunakabiliana na hiyo changamoto. Tayari taasisi na watumishi mia moja, lakini utakwenda utambua, e, wapo chini ya mia moja. Kiwango, kwa sababu michango yetu inaendana na kiwango cha mshahara unaweza ukakupanda na changamoto ya kutopata kiwango halisi cha, cha mshahara. Kwa hiyo juhudi kubwa ambayo tumekuwa tukifanya ni kushirikiana na vyombo vingine vya serikali na mamlaka nyingine ambazo zinasimamia hizi taasisi binafsi. Kwa hiyo kamisheni ya kazi tunashirikiana nao, hizo mamlaka za mapato, mifuko <coughs> mingine ya hifadhi ya jamii, wote ambao wana mkono wao pale katika usimamizi, tumekuwa tukishirikiana kwa karibu kuhakikisha kwamba kwanza tunapata taarifa sahihi kuhusiana na zile taasisi, lakini pia kuhakikisha kwamba zinafuata au zinatii sheria. E, kama ambavyo inaelekeza kwamba hmm, zijisajili zenyewe wasajili watumishi wao, lakini pia wawasilishe michango kama, kama ambavyo inastahili. Na sheria hii imeweka adhabu kwa yule ambaye atakuwa amekiuka. E, kujisajili ni lazima. Kwa hiyo ukiacha kujisajili basi unakuwa umetenda kosa na sheria itakuhukumu hmm. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa upande wa sekta isiyo rasmi tumeanza e, kufanya usajili. E, Mheshimiwa Waziri wa Afya alizindua rasmi msajili wa sekta isiyo rasmi mwezi Februari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, na mpaka hivi tunazungumza, tumeshasajili sajili wanachama wasiopungua laki nne katika, katika sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo tukijumlisha wale wa sekta e, rasmi na wa sekta isiyo rasmi tuna wanachama wasiopungua laki saba <coughs> kati ya wananchi milioni nukta moja ambao tuna kadiri ya kuwa nazba e, tangu tumeanza hadi hivi sasa ambayo mm. ni miaka miwili hiyo, ukifanya tathmini haraka haraka ni kwamba tuna ya Wazanzibari okay. okay. ya, okay. ya, ya tayari na mikakati yetu ni kwamba kufikia mwezi Disemba mm. e, tulikuwa tumeweka kwamba tuwe tumefikia angalau asilimia Hmm. Lakini sasa kama tunavyoelewa sote kwamba kipindi hiki tumo kwenye kampeni za uchaguzi na kidogo jamii hmm. E, imetoka katika ule utaratibu wa kawaida. Sasa hivi fokasi yao iko katika haya masuala ya kampeni, na kila kundi fulani la kisiasa linakuwa lina mitazamo yake. Kwa hiyo hmm. tumekuwa tunapata ugumu kidogo katika E, kufanikisha zoezi letu la usajili hasa kwa sekta isiyo rasmi. Vipi kuhusiana na makundi mbalimbali hasa yale makundi ambayo yanahitaji uangalizi maalum kama wazee, wanawake, e, watoto chini ya umri wa miaka mitano, lakini pia watu wenye ulemavu ambao ni kama asilimia, kwa mujibu wa sensa watu na makazi, Zanzibar ilikuwa inatajwa kuwa na watu wenye ulemavu kama laki moja na elfu sitini e, hivi sawa na asilimia saba ya Wazanzibari wote na hawa pia ni miongoni mwa makundi ambayo yanahitaji, yana mahitaji makubwa ya masuala ya afya. Na, na wenyewe mnawatazama vipi kwenye mfuko huu? e, mfuko umeweka utaratibu mzuri sana katika kuhakikisha kwamba kila kundi e, linakuwa linapewa e, e, fursa stahiki katika kuhakikisha kwamba linakuwa ni mwanachama wa mfuko. Kwa mfano mm. E, kuna usaj... baada ya mwanachama kujisajili au hata kabla ya kujisajili kuna utaratibu wa kusajili wadhamini wa, dhamini, wa makundi mbali mbali. Mm. Kwa hiyo hapo tunazungumzia labda vile vituo vya kulelea wazee wale. Kuna vituo vya kulelea watoto mayatima. E, kuna hawa vyuo vya mafunzo hivi kwa kule Zanzibar tunaviita au magereza yale mm, na makundi yote yale. Kwa hiyo zile taasisi ambazo zinasimamia zinasimama kama ni wadhamini. Tunaoita guarantors. Kwa hiyo tunawapitia wale kuhakikisha kwamba eh, hayo makundi tunayafikia na tunaweza kuyasajili mm. Kwa hiyo makundi yote ambayo yako organized, tunao taratibu maalum ambayo tumeuweka kuyasajili na kuhakikisha kwamba tunakusanya michango kutoka kwao kwa kupitia zile mamlaka ambazo zinayasimamia makundi hayo, na sio wao wenyewe maanayake wauchangie. E, na utaratibu ni kwamba mfuko wetu kwa sababu nataka kila mwenye uwezo achangie yeah. E, na wale kwa kwamba hana uwezo, kama ilivyoelekezwa kwamba kuna utaratibu ambao serikali imeuweka wa kufungua akaunti ya usawa na kupitia akaunti hiyo wale wote ambao hawana uwezo watakuwa wana, wanapata huduma na kupata huduma mm. E, ukiwa huna uwezo ni rahisi zaidi kupitia kwenye haya makundi kuliko ni ukiwa mwenyewe, kwa sababu mm. hadi tukufikie na tukutambue inachukua nguvu kubwa sana kuliko kupitia. ni kupitia jumuiya au ni, ni makundi ni ma gani ambayo wao wako entitled wanatakiwa wa, wa, wa na, wa kupewa matibabu bure Zanzibar? E, takwimu zinatuambia kwamba kuna asilimia ishirini na tano ya Wazanzibari mm -hmm. ambao wanaishi katika hali ya umaskini mm -hmm. na hawa, serikali moja kwa moja imechukua dhamana ya kwamba itahakikisha kwamba wanapata huduma na itawasilisha mchango wake. Sasa hawa wamo katika makundi mbalimbali, kwa sababu mm -hmm. hatuwezi kuwakuta kwenye kundi moja mm -hmm. sikusema kwamba maskini labda wamo kwenye kundi la watoto tu au watu wenye ulemavu peke yao au wazee peke yao mm -hmm. e, wamo katika kila kila kila kundi na ndio maana tukasema kwamba wale ambao watakuwa watakuwa wamo katika haya makundi watakuwa wana fursa kubwa sana ya kunufaika kwa pamoja tayari, mm. kulikoni kumtafuta mtu mmoja mmoja, ila kama alivyoeleza hapa mkurugenzi wa mipango kwamba sisi wakati wa usajili hasa sekta isiyo rasmi okay. tuna utaratibu kwamba pamoja na kuwa tunakusajili, lakini pale pale tunakufanyia tathmini ya hali yako ya kiuchumi ili tuweze kujua uwezo wako yeah, na kwa kiasi gani unaweza ukachangia katika mfuko. Kwa hiyo mm, tunahakikisha kwamba kila mtu ambaye tunamsajili basi, wakati ule ule tunajua kwamba huyu anao uwezo wa kuchangia na huyu hana uwezo wa kuchangia. Kwa hiyo pale pale tunaweza kujua kwamba huyu sasa tayari tumweke katika kundi fulani, ili kwa ajili ya kuweza kupata e, usaidizi kupitia serikali pamoja pa na ZHSF kuna NHIF Uh, kwa upande huu pia kuna uhusiano ama ushirikiano wote baina ya mifuko hii? Eh, ni kweli kuna ushirikiano, na kwa kweli tunatoa shukurani sana kwa wenzetu na hii ndo the spirit of the union, kwa maana taasisi ambazo zote ziko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiwa na jukumu lile lile la kuhakikisha wananchi wote wanaishi katika eh, Jamhuri ya Muungano wanapata hizi huduma bora za afya kupitia huu utaratibu wa mifuko wenzetu, bahati nzuri walianza mapema sana, sasa hivi nadhani wana miaka zaidi ya ishirini na mbili kama sio sikosi ishirini na tatu wako katika hii field na wameweza kwa kiwango kikubwa sana kuweza kutoa huduma kwa upande. Kwa hiyo sisi tulivyokuja elfu mbili na ishirini na tatu tukasema hapa hakuna e, kuja na jambo jipya sana, kwanza tusome kwa wenzetu, of course, kuna mazuri, kuna changamoto, ili tuone namna gani tunaweza kwenda na kwa kweli tunawashukuru kwa sababu, kwanza katika eneo la kujenga uwezo wa watendaji wetu, kwa sababu ZHSF ukiitizama ni watendaji wale wale wa serikali ya mapinduzi kutoka katika sekta tofauti tofauti, kwa hiyo uelewa wa hii concept ya, ya bima ya afya au hii huduma za afya kwa wote ilikuwa hmm, kidogo changamoto. Kwa hiyo NHIF wametushika mkono na kwa kweli tunakwenda nao kwa pamoja. Na hii ilikuwa sio kwa sababu tu ya muungano, lakini tukafika sehemu tukawa kabisa tuna makubaliano e, ya kimkataba, saini mkataba wa mafahamiano, kuona maeneo ambayo tutashikana mkono tutakwenda mm. kwa pamoja. Ili mwisho wa siku kuona kwamba wananchi wote waliokuwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanapata huduma. Na hilo lilifanyika e, mwezi Juni mwaka 24 na karibuni tena, kwa sababu tulianza katika windo nyingine ya hawa waliokuwa katika sekta isiyo rasmi. Tumekuja kuongeza baadhi ya mambo mengine ambayo ya ziada, na kubwa hasa ni ile changamoto, kwa sababu unajua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi naishi Zanzibar lakini nakuja Dar es Salaam kimatembezi, nakuja Dar es Salaam kikazi. Sasa nikiumwa kwa kadi yangu ya ZHSF kweli ndio niambiwa lazima urudi Zanzibar ndio kapate huduma? Tukaona hapana, hii lazima tufike sehemu mifumo izungumze, e, taratibu zizungumze ziwepo, watu wetu wasipate shida, kadi ile ile iweze ile kusoma katika mfumo wa NHIF, na mwanachama anapokuwa ameugua apate matibabu. Sisi na NHIF tutakaa pembeni kuona namna gani huyu mtu tunaweza e, kukava yale matibabu yake, na hilo limewezekana hmm. Tunakwenda changamoto mbili tatu, kwa sababu kwenye mifuko hii, labda wewe mfuko wa peponi ambao labda ndio utakuwa hauna changamoto lakini kadi zinavyokuwepo tunajaribu kuzisovu na hayo mashirikiano yepo, na kwa kweli tunawashukuru sana, kwanza kujenga uwezo, lakini pili wanachama wetu sasa wanapokuja Tanzania Bara, NHIF wanavitungo zaidi ya elfu kumi kokote kule, awe Mpanda, awe Mtwara, awe Arusha, as long as NHIF yupo, basi anapati mwanachama wa ZHSF ana pia kwa upande wa NHIF, uh, hasa katika sehemu ambazo ZHSF uh, wanatoa huduma eh, mashirikiano hayo kwa kweli yameenda mbali zaidi kwa sababu wenzetu kule kwa Zanzibar sasa hivi wale wanachama wao wengi wamehamia kwetu moja kwa kwa, sisi ndo tunawahudumia. Wamebakisha na baadhi ya eh, wanachama wachache tu ambapo katika ofisi zetu tupo nao pamoja. Kwa hiyo ndani ya jengo moja tumewapa wenzetu nafasi kuwahudumia wale waliokuwa wamebaki lakini wale ambao wote walikuwa wakiwahudumia mwanzo sasa hivi wote tumewachukua sisi, sisi ndo tunawahudumia okay. <laughs> kwa upande ule wa Zanzibar, nazungumzia huyu sasa wa Tanzania bara mwenye NHIF akasafiri kwenda Zanzibar na kadi yake, kwa sasa <clears throat> hilo bado hatujafikia, na kwa sababu NHIF na wao wanavyo vituo ambavyo wamevisajili kwa kule Zanzibar hmm. Sisi tuliingia makubaliano e, ili wanachama wetu wapate huduma kupitia NHIF kwa sababu tulianzia na Zanzibar na hatukuwa tumefikia hatua ya kusajili vituo huku Tanzania bara. Kwa hiyo ndio maana ya kuingiana hayo makubaliano, lakini katika kupunguza gharama, wenzetu a NHIF wanapunguza operation zao kwa upande wa Zanzibar kwa sababu sisi tunakuja mm. Kwa hiyo tunaamini kwamba utafika wakati sisi ambacho tumekifanya kwa huku Tanzania bara na wao watakifanya kile kile upande kwa, wa kwa, wa Zanzibar. Kwa sasa hivi mtu akisafiri kwenda Zanzibar, akiumwa akiwa kwa Zanzibar hawezi kutumia kadi yake ya NHIF anatumia kwa sababu NHIF, NHIF walikuwepo kabla sisi hatukuwepo, na wanaendelea na huduma mm. katika hospitali yoyote hospitali si. ambazo wao wamezisajili wana mm. vituo visivyopungua hamsini ambavyo wamesajili kule mm. okay. Sasa, yeah. Ndo katika hiyo azma yao pengine labda ya kupunguza gharama za uendeshaji na kuona kwamba kuna wenzetu tumeingia nao mashirikiano mm -hmm. wanaweza kaamua kwamba sasa na sisi tutaenda over kwao, wanachama wetu hata watapata huduma kupitia mfuko mm -hmm. wa huduma za afya Zanzibar mm -hmm. kwa hiyo hiyo fursa ipo, kwa sababu tuna makubaliano nao mm -hmm. maana kumbuka nimewahi kutumia kadi ya NHIF pale Mnazi Mmoja. E, ni wanachama ni wamesajili kati yeah. mm -hmm. ya yeah. kitu ambacho unaweza kupata huduma yeah. na wakati unaelekea kumalizia, mikakati gani ambayo mnayo na kwa upande wa kukuza wanachama, lakini kwa upande pia wa kuboresha uwekezaji na huduma, tukianzia kwako Ali? Asante sana mm -hmm. E, katika usajili wa wanachama e, kuna jambo la kwanza ni tumeandaa mkakati kwa sababu tunafahamu kwamba e, nchi yetu ilivyo mm -hmm. Zanzibar lakini hata huku Tanzania bara asilimia kubwa ya wananchi ni e, wako katika sekta isiyo rasmi, na ni eneo ambalo kulifikia e, na kutekeleza e, mipango mingi ya kiserikali ki, ki, inakuwa kidogo ni, ni gumu, lakini sisi tukaona tuje na mkakati maalum wa ku wa kuona jinsi gani tuna tuna tunaliendea ile. Kwa hiyo tulikuwa tuna, tulianza zoezi moja ambalo lime tupa, hatua moja kubwa sana mpaka ukaona kwamba tumefikia hiyo idadi ya wananchi ambao tumewasajili katika sekta isiyo rasmi ambalo hili tuliita ni mass enrollment. Tulikuwa tumechukua watendaji wengi kidogo zaidi ya mia nane ambao tumewatawanya katika maeneo yote ya Zanzibar na hawa walikuwa wakienda katika, katika kila nyumba kuhakikisha kwamba wanasajili wana, wana, wana wananchi walio humo kuwa ni wanachama wa mfuko e, hili tuliendanalo kwa kipindi cha miezi miwili na tukasitisha kwa ajili ya kufanya tathmini ili kuweza kuona mapungufu, kwa lengo la kwamba baadaye tuimarishe eneo gani ili ku, kupata mafanikio zaidi. Huo ni mkakati wa kwanza, lakini mkakati wa pili ambao hivi sasa tunakamilisha matayarisho ya utekelezaji wake ni kuwasajili wanachama kupitia vikundi vyao. Kwa hiyo tunayo orodha ya vikundi vingi vya, vya kijamii, vikundi vya ushirika SACCOS, na vyama hivi vidogo vidogo vya, vya kijamii kwa hiyo tunaviendea hivi, tunavisajili hivi, na baada ya hapo hatua inayofuata sasa ni kuwasajili wale wanachama wa hivi vikundi kwa kupitia hivi vikundi vyao. Kwa hiyo huu ni mkakati ambao hivi tunavyozungumza nadhani ya leo e, tunaanza zoezi la majaribio kwa baadhi ya vikundi mm -hmm. Na tunatarajia kwamba mwanzoni mwa mwezi Novemba, baada ya kumaliza shughuli za uchaguzi hilo zoezi linaendelea kufanyika rasmi. Kwa hiyo tunatarajia kwa mikakati hii ambayo tunakwenda tuna, tuna nayo tutapiga hatua kubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunaifikia e, jamii yote katika kufanya usajili katika mfuko wetu. Lakini, lakini jingine ni kwamba mkakati mwingine kama nilivyotangulia kusema mwanzo swala so zima la awareness, elimu kwa umma, hili ni jambo ambalo kwa kweli tumejikita sasa hivi kulifanya kwa nguvu kubwa zaidi kama unavyoona leo tuko Azam, kesho tutakuwa TBC, tutakuwa na vituo vingine. Na hilo kwa upande wa Zanzibar pia tumekuwa tukilifanya lakini elimu mlango kwa mlango, kila mtu afahamu, kwa sababu manufaa ya kuwa ndani ya mifuko, watu wengi bado wanaona e, yani, hawajafahamu hasa vizuri. Lakini kwa kweli tusijidanganye, mimi siku zote huwa nawambia wananchi kwamba nje ya utaratibu wa mifuko huu ni kukaribisha umasikini na kama unakumbuka viongozi wetu waasisi wa, wa taifa hili eh, Mwalimu Nyerere na kule mzee wetu Abeid Amani Karume walisema umasikini ni miongoni mwa adui mkubwa ambayo tunatakiwa kupambana, lakini na maradhi. Sasa serikali imekuja na utaratibu huu, tuingie, kwa sababu theory yake ni very simple, watu wanachanga katika mfuko, wanaougua wachache lakini tutakuwa na uwezo sasa wa kuweza kuwahudumia hawa mm. Kwa hiyo swala la elimu kwa kweli ni mkakati ambao tunataka kuhakikisha kwamba kila mmoja afahamu umuhimu wa kujiunga katika hii mifuko. Kukaa nje kwa kweli ni kukaribisha umaskini, jambo ambalo kwa kweli sisi hatutaki wananchi wetu waelekee huko. Naam, tunawashukuru sana, asanteni sana kwa kuja kuzungumza nasi, asante sana. Naam, tunakamilisha hivyo kubwa tukizungumza kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa na Mfuko um, wa huduma za afya Zanzibar ZHSF.